As you're talking, I want people to be able to remember this. Miaka kadhaa iliyopita, wachei nami niongee nitoke, sio miaka kadhaa iliyopita, mtu anaitwa Gashago alikuja Mombasa hapa, na akadanganya wazi wazi, akasema ya kwa gavana wenu amepatea pesa ya mambo ya disaster ikatoka Kenya nzima kuweza kuonesha ya kuwa alikuwa ni muongo na alikuwa na mbunge wenu. <coughs> Kenya nzima ikatoa statement, Council of Governors, nani nani wote wakasema ya kuwa Wangashagwa is a perennial liar. Haikusimama hapo, na nataka kuwambia ya kuwa Mwenyezi Mungu ametujalia yakuwa walipatiwa kionjo cha uongozi kwa muda wa mwaka mmoja, tukajua ukweli wao. Wakati kulikuwa kuna hii shida ambayo kwamba ilikuwa inaendelea hapa, only one member of parliament alikuwa akipatiwa chakula ya relief, aigawanye ai katika Mombasa nzima, na watu walikuwa wakienda, mtu alikuoni, anaambiwa kwa wewe ulikuwa ni wa ODM siwa uda kwa hivyo, hii disaster haikuhusu wewe, kaa na njaa yako, kufa na njaa yako. Wale ambao kwamba tutawapatia ni wetu peke yake. Ikafanywa katika eneo la Likoni, ikafanywa Kisauni, ikafanywa katika maeneo yote. Chakula cha Mombasa nzima kikaweza kupatiwa mtu mmoja, kwa sababu wengine walikuwa sio shareholders. This is the difference between us and them, and when someone in power walikuwa wako katika power wengine wao walichukua mabasi paka pale katika Kenya Ports Authority na hii management ya KPA inatuambia saa hii, Mombasa tuna mashida ya mabarabara ya ma, ma zimejaa ma container zimeninii zi, zi kibarani nini. Kwanza tunawapatia notice tukiona mabarabara zimejaa kupita kiasi pa, jipangeni, kuna ardhi za railway kuna ardhi za nini, magari zote zikae hapo, sio zikae ziweke zi, zi majamki holela holela. Watu wengine ambao kwamba walikuwa katika uongozi walipatiwa bath three pale first year in office. E, tuambianeni ukweli.